Biblia inasema yatafakari. Kuna tofauti, naomba hapa hivi nikuwekee msisitizo, kuna tofauti ya kusoma na kutafakari. Wakristo wengi wanasoma tu neno la Mungu, hawatafakari neno la Mungu. Ni lazima uanze kutafakari sasa. Ukisema labda ninatafakari ili neno, ninaweza nikatafakari kwa kujiuliza maswali, ninaweza nikatafakari kwa kulisema, yani kwa kuliwaza, kwa kulipambanua hilo neno. Mfano, naweza nikajiuliza, Mungu ananiambia nini kwenye mstari Mungu anajaribu kunyambia nini kwenye kila mstari unaosoma? Naweza nikajiuliza Mungu ananyambia nini? Je, ni ukweli ukweli nawezaje kutumia kwenye maisha yangu huu uh, ukweli hili neno nawezaje kulitumia kwenye maisha yangu? Mungu anataka nielewe nini? Mungu anataka nilitumiaje kwenye maisha yangu? Naweza kulitumiaje? Ni wapi natakiwa kubadilika kulingana na huu mstari niliosoma? Je, niko tayari kuangalia ukweli wa neno la Mungu linasemaje, na sio kuangalia tu hali yangu? Kwa maana hali yako wewe nimesha kuambia, sio ukweli.